Na kuwaje United TZA, bwana! Kama kawaida hapa director ma feelings bwana, karibu karibu sana kwenye kwenye channel yetu ya kijanja United TZA bwana. Hapa ni mdau wako Manchester United na mchambuzi wa mpira wa miguu bwana. Kuna swala moja hivi ambalo la niongelee, okay. Ile swali linahusu kwanza wachezaji tunaowasajili na umri wao. Swala la leo linahusu wachezaji tunaowasajili na umri wao. Je, umri unamata kwenye mpira? Je, yeah, umri unamata kwenye kuchukua makombe. Je, umri unamata kwenye kubadili matokeo? Mi naongelea katika mfano wa Ganacho. Ganacho, anachokifanya unajua, mechi iliopita Ganacho alikuwa anajaribu kupiga mashuti, anajaribu kupiga mashuti. Unajua vitu kama vile, kocha anaweza asikufundishe. Mpira umeucheza, nadhani naamini mpira umeucheza, mi mpira nimeucheza, kocha akufundishi kila kitu. Kuna baadhi ya vitu inabidi utumie akili, inabidi utumie experience, inabidi utumie umri wako kwenye mpira wa miguu, kwa sababu umri wako ukiwa mkubwa na umecheza mechi nyingi inaonyesha kabisa una experience, inaonyesha kabisa kuna makosa ambayo umeyafanya, kuna makosa ambayo umeyaona, kuna mambo ambayo umeyaona huwezi ukayarudia tena. Mambo kama hayo ni kwamba unaweza kwa, unapiga mashuti unapiga mashuti, lakini huwezi kushinda. Mwisho wa siku unaona, e bwana e, nimejaribu sana, inabidi e, niweza kutoa pasi. Ganacho anachokifanya ni kitu ambacho unaona kabisa umri unamata yule bado mtoto mdogo, baadhi ya maamuzi anashindwa. Sehemu ya kutoa pasi atoi pasi, sehemu ya kupiga anatoa pasi, sehemu ya kudribo anatoa pasi, sehemu ya kutodribo anadribo. Yaani mambo yanaenda shaga na baga ukiangalia umri. Ndo maana unajua, ukisikia tetesi za Gonacho kuuzwa, mimi kiukweli naona bora aende kwa sababu kama ikiwezekana kumpata mchezaji ambaye ana umri ana experience ya kutosha Premier League au Champions League kwenye nafasi ya Ganacho, mwenye umri wa miaka labda 27 28 chini ya 30 kidogo, tumchukue Ganacho tumuuze, kwa sababu mwisho wa siku Ganacho ni pure profit. Yule hatukumnunua yule, alianza na Manchester. Kwa hiyo tukimuuza hata kama pondo milioni arobaini, hamsini ni pure profit. Ukimpata mchezaji mwenye mwenye sifa kama zake ambaye anaweza akadribo wachezaji huko kutoka Brazil kutoka Argentina huko wachezaji kutoka Portugal, kwa ambao kwa unaweza ukamweka namba ile anaweza kufanya maajabu. Ni bora tumuze Garnacho, tumchukue mchezaji huo, ndio ukweli. Ukweli unauma, lakini ukweli sa nyingine unaweza kukufanya uwe free na unaweza kukufanya ukabadilika na unaweza kukufanya upate matokeo ya ambayo yapo chanya positive. Kwa mimi ninachotaka kusema ni kwamba umri unamata, ukiangalia striker wetu hold yani kabisa, kabisa, ya miaka sijui ishirini na moja. Kuna rumors, kuna tetesi nasema kwamba Manchester tunamsajili labda Delap anaka Ipswich, mina mungia mchezaji wa Ipswich yule nimeangalia mechi mbili tatu za Ipswich, yule dogo ana uwezo afu ule umri wake, nadhani nitaucheki, lakini kama miaka ishirini na tano hivi e kamzidi huyo, ndio umri wake yule. Kiukweli unaona kabisa, kuna baadhi ya maamuzi, kuna baadhi ya movement unaona kabisa hizi movement za mtu ambaye amepevuka, mtu mwenye akili mtu anajua kabisa, mtu mwenye experience, ingawa ana experience ya kutosha. Unajua mchezaji wa Ipswich ana experience ya kutosha ya ya kusema kwamba Ipswich sio amepanda juzi juzi tu hivi, lakini tukisema tumchukue Dela, tukamweka nje, huyo Dela anaweza kufanya mambo mambo mazuri sana. Kuna mchezaji mwingine kama wanasema Osimhen na bitu ile, tukamnunua hiyo, nasema mswahili wa swahili wana shida, unajua bitu jua hilo. Ila hii point ya leo au hii mazungumzo leo ndio nikwambie kitu kimoja ni kwamba kwenye usajili umri unamata. Sisi au baadhi ya wadau wanaofikiria kwamba labda kuchukua wachezaji wenye umri mdogo ndio future, ndugu yangu mdau mwenzangu, saa nyingine tunahitaji matokeo ya haraka ingawa inabidi tuwe na subira, tunahitaji matokeo ya haraka. Tumejaribu hilo swala, kuwachukua kina holi ndi, kuwachukua kina zikazi, kuwachukua kina, kuwapandishwa kina ganacho, kuwapa, kuwapa majukumu mazito, hadi yule dogo yule, midfielder yule, tunampa uh, majukumu mazito, akina maino, uh, majukumu mazito, lakini tunasahau umri wao mdogo na majukumu tunayowapa. Wewe fikiria, una miaka kumi na tisa, unapewa majukumu ya kuendesha familia yako. Unafikiri ni kitu kidogo hicho? Nafikiri ni kitu ambacho ukimpa mtu mwenye miaka ishirini na tano ishirini na sita na weo na miaka kumi na tisa nane ambaye anaweza akatumia akili sana kuendesha familia kuliko mtu ambaye mwenye miaka kumi na tisa, of course, mwenye miaka ishirini na tano ingawa kuna saa ingine kuna kutofautiana, lakini kiuadhisia mwenye experience nyingi ya maisha ndo ambaye anaweza akasovu matatizo katika njia nzuri kuliko mwenye experience dogo ya maisha, ingawa inaweza akatofautiana. Yan, anakwambiaje vis, inaweza inaeza ikawa tru ikawa ikawaforsi. Enewe, tukirudi katika mpira, mie dadikwambie kwamba umri unamata. Kiukweli umri unamata, ukisikia tetesitetesihii za kusema kwambah tunataka kumchukua huyu, lakini ukichikiumri kama ni mtoto mdogo, kusema fich atakuwa nzuri, hatuna huo, inabidi tuchukue experiene strikers Kimfano, ukiangalia mda ambao tulichukua kina wakina Zlatan wakina Cavani, wakina ingawa mlo wao ulikuwa mkubwa, ikiwa alikuwa anapiga magoli. Ukiangalia Zlatan, Cavani, Ronaldo na Holand, nani alikuwa anapiga magoli? Kwa sababu ya experience wanajua sehemu gani ya kukaa, wanajua sehemu gani ya kutafuta mpira, wanajua sehemu gani ya kusema kwamba nipe mpira, wanajiamini. Ile ni experience ya kucheza mechi nyingi na experience ya kuwa kwenye game kwa muda mwingi, ambapo kwamba anajua kabisa movement hii, movement hii inaweza ikamfanya defender afanye hivi. Kuna mpira fulani kuupiga unaingia golini, kuna mpira fulani kuupiga unaenda kwa keeper, shot on target, shot off target, yani anajua zote hizo. Lakini ukichukua mtu mtu ambaye mwenye umri fulani, hajui, kuna baadhi ya vitu hajui. Yani mfano mzuri ni Garnacho. Garnacho amefika kipindi sasa hizi Yani anakuwa anafanya kwa sababu anakuwa anasikia tetesi za social media. Yule dogo anashinda kwenye ma social media, watu wanamwambia mwambie, kwa hiyo anakuja na kufanya mambo ili kuonyesha watu kwamba mimi na uweza. Ndio maana hata no kwenye mechi fulani hivi alishangilia, akushangilia hadi Bruno akamwambia shangilia, akushangilia, kwa sababu kuonyesha watu kwamba mimi, unajifanya sishindi? Mbona magoli nashinda? Kwa hiyo unaona kuna utoto utoto. Anyway, ongea yako hapo, maanake mwisho wa siku mi nitaongea mpaka kesho, mambo ni mengi. Ongea yako kwenye comment na usisahau kusubscribe, kulike na kushare.